concedes nothing without a demand. It never did. It never will. Mamlaka huwa haitoi chochote bila kudaiwa. Haijawahi kutokea na haitatokea. Baada ya kudemand hapa, mheshimiwa. Baada ya my demands here. Kesho yake, mkuu wa gereza aliniita akaniambia, "Hey, unataka tufanyeje?" Mheshimiwa nie, ntamwambia nataka yale, ndio ambayo nimeyalalamikia <laughs> tangu siku ya kwanza, niruhusiwe ibada. Kwa kwamhape tuliripoti mheshimiwa kwamba juma iliyofuata iliyokuata niletewa padre kwenye sero yae nalimetwa Father George Said alie <laughs> mpaka huduma ya kiroho na na bwana jela akauliza, na kingine nikamwambia nataka nifanye mazoezi mahali salama uwanjani. Kama nakumbuka, mwisho nilikwambia uwanja uko nyuma ya selo yangu, akasema na hilo granted. Kwa hiyo siku hizi nafanya mazoezi uwanjani, napata some fresh air. Kwa hiyo, na hiyo imetekelezwa. Na mawakili wangu siku hizi tunaonana kwenye kachumba fulani <laughs> Kwa hiyo mheshimiwa, kwa hiyo, my demands zilisaidia kufanya mabadiliko, na nashukuru ulinisikiliza mheshimiwa, ulinipa muda nikueleze ya ya mle. Kwa hiyo kuna, kuna hayo yamerekebishwa ya ya hmm. Oh. Tunaenda vizuri nice. Ila sisemi tuenda vizuri niendelee kukaa mle <laughs>